ni waeneza habari za uongo, wachonganishi, waeneza hofu, wenye kutishia kwa kusema maneno mbalimbali mbali. Fanyeni hivi, waachieni, wafanye wanachokitaka, waandamane, wafanye vurugu, waachieni, ni uhuru wao wa, ila tunawakatia riziki, tunawakatia misaada Murujifuna wengine wanasema kwa sababu ya amani hayawezekani, basi tufanye maandamano ya vurugu kama 29. Wa min alajwibati ala hadha, na katika majibu ya shubuha kama hizo tunawaambia hakika mambo haya yanaeleweka wazi kwa mwenye akili timamu kwamba

thumma alamu ayuha almuslimun, kisha jueni enyi Waislam, kwamba al-amn warrizqu amrani mutalazimani la yaqumu ahaduhuma biduni al-akhar, amani na rizki ni vitu viwili ambavyo vinalazimiana, hakisimami kimoja bila kingine, bali katika kutangulizwa vinapokuwa pamoja, viko pamoja

kuonyesha kwa kwamba riziki haiwezi kuwepo bila amani, wal amthilatu ala dhalika kathiratu la tuaddu wala tuhsa, mifano ya hivyo iko mingi ambayo tunashuhudia kwa macho yetu kwamba maeneo ambayo kuna vita hakuna usalama, hakuna amani, wako malaini wanakufa nanjaha, na njaa, na tuna tunatolea mfano wa nchi nzuri kabisa ya Sudan ambayo imeharibiwa watu mamala, malai zaidi ya milioni 15 wanabala njaa, wanakufa kwa njaa, kwa sababu ya ukosefu wa amani ambao umesababishwa na watu wanaodai maandamano. Tena asili yake ni hivi hivikiji kaji mwanamke kamoja fulani. Hii enyi Waislamu, lazima tufahamu, hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na neema ya Allah hushukuriwa. Na katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtegemea yeye peke yake na kumwabudu na kujitoa nak katika kila aina ya maasi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala alitutikisa kidogo, ili tuweze kukumbuka neema zake, tuweze kurudi kwake

wlayumakkinana lahum dinahum alladhi irtada lahum, atawapa dini walioridhia dini ambayo Allah amewaridhia, kuwa hiyo ndio dini ya haki. walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, na atawabadilishia hali kutoka kwenye hofu kuja kwenye amani. Mazingira ya hofu yanaondoka, yanakuja mazingira ya amani. Mambo matatu makubwa Allah subhanahu wataala hapa ameyaweka pamoja. Jambo la kwanza, uongozi katika ardhi, ukhalifa. Jambo la pili, kupewa dini ambayo Allah ameiridhia, nayo dini ya haki. Jambo la tatu ni amani. Angalia ayuhal muslim mambo makubwa haya Allah ameyapanga pamoja, ili uelewe kwamba mambo haya yanaendana pamoja, na ndiyo maana alibadat, ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa taala haziwezi kutekelezeka katika hali ambayo hakuna amani.

kuangalia wazazi wawili na mambo mengineyo ni katika mambo ambayo yanathibitisha amani, kwa sababu amani ni neema ya Allah subhanahu wa taala ambayo inatakikana tushukuru. La in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitawazidishia, tusiposhukuru basi huofiwa. Allah subhanahu wataala akatundisha katika hofu na kuishi katika hofu

Yuridu llah an yukhafifa nkum, Allah anataka kukurahisishieni muishi kwa uwepesi kabisa, maisha yawe mepesi. Wakhuliqa alinsanu dhaifa, Allah hataki tuishi kwa hofu ambayo tuliishi nayo tarehe 29, hataki tuishi kwa usalama na amani. Lakini pamoja na hayo sisi Waislamu tunajua haya mafundisho yetu na kila mwislamu afahamu hivyo. Lakini pamoja na haya, kuna watu tunasikia, na kila mmoja anasikia na anafuatilia mitandaoni kwamba kuna watu wanasema kwa sababu imeshindikana kwa amani, turudie kama ishirini na tisa, choma pale, choma mwenyekiti wa nini, choma polisi, choma kituo cha nini. Tumesikia na mara ya mwisho amezungumza juzi, tumesikia. Ayuhal muslimun, waislamu sisi tuna mwongozo na mwongozo huu ni mwongozo thabiti na ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, la dharara wala dhirar. Hii hadithi wanawasheria wa, wa kiislamu wameiweka katika miongoni mwa kanuni kubwa katika kanuni za sheria. Kanuni inayosema la dharara wala dhirar, yani ni kanuni ambayo imechukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye hadithi. Kuna kanuni ambazo zinachukuliwa kwa maana, lakini hii kanuni imechukuliwa moja kwa moja kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la dharara wala dhirar

kupitia sheria kupitia mahakama. Mfano ameua na yeye anauawa, amevunja jino la mtu na yeye anavunjwa jino. Wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-aini, mpaka mwisho aya, ambayo hii ni kisasi. Kwa hiyo la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru mwingine wala kumdhuru mtu kwa dhulma. Maana yake hapa, sheria inasema mtu akidhuru mtu inajuzu kupewa adhabu kulingana na madhara ambayo ameyafanya, kulingana na madhara aliyoyafanya, hasara aliyoifanya. Kama kaua, uwa anauawa, katika sheria ya Kiislamu, hata sheria za kidunia, aliyeuwa anauawa la dharara wala dhirar. Na kutokana na sheria hizi au na kanuni hii ya kisheria, kuna kanuni nyingine inasema, adhararu yuzal, madhara huondoshwa, yani haijuzu kwa mtawala kuacha madhara yakawepo, lazima yaondoshwe. Na kwa sababu ya kanuni hii ikaja kanuni ya chini yake ambayo inaitwa tao inasema aldhararu yuzalu biqadri limkani, madhara huondoshwa kwa kadri itakavyowezekana. Madhara huondoshwa kwa kadri itakavyowezekana kuondoshwa yale madhara. Ikiwa madhara yataondoshwa kwa kuzuia tu, basi yanaondoshwa kwa kuzuia. Ikiwa madhara yataondoshwa kwa kucharazwa bakora watu basi madhara yanaondoshwa, basi hiyo inatosha, kwa madhara yanaondoshwa kwa kuchapa bakora watu. Lakini kwa mfano kundi la maadui limevamia nchi linaua, madhara hapa yanaondoshwa kwa silaha za moto, kama ambavyo wao wanatumia silaha za moto. Adhararu yuzalu biqadri alimkani, madhara yanaondoshwa kwa vile itakavyowezekana. Idhan, maana yake ni kwamba kanuni hii ya kisheria ni kanuni ambayo inafanya kazi dunia nzima. Asili hii kanuni inapatikana katika Kurani na Sunna, lakini kwa sababu Uislamu, maendeleo ya Uislamu yaliweza kuathiri nchi nyingi duniani, kwa kipindi kile ambacho Hispania ilikuwa chini ya Uislamu, kanuni hii iliweza kuathiri iliweza kufanyiwa kazi na nchi nyingi kiwemo za Ulaya na Marekani na kwingineko. Kwa hiyo kanuni hii inafanya kazi nchi zote duniani na viongozi wote duniani wanaijua kanuni hii. Maana yake ni kwamba hakuna nchi yoyote duniani ambayo itayaona madhara yanafanyika, mali zinaharibiwa, watu wanauawa mali zinachomwa moto, watu wanahofishwa, ho halafu hiyo nchi ikao inaangalia tu haipo, si nchi ya Kiislamu wala nchi isiyokuwa ya Kiislamu, jambo hilo halipo kwa sababu hizi kanuni wanazijua, na hizi kanuni ni muktadha wa fitratil insani, ndiyo maana ya maumbile ya mwanadamu. Maumbile ya mwanadamu yako hivi hata wewe unapovamiwa nyumbani kwako, uwezi ukakubali mtu akuvamie wakati una uwezo wa kuondosha ule uvamizi. Kama ni kwa kuzipiga tu mkono, utaondosha kwa kuzipiga mkono. Kama ni kwa kutumia panga, utatumia panga. Kwa kadiri ule mvamizi anavyokuja, ndivyo ambavyo utazuia, utailinda kwa idhini ya Allah, familia yako, watoto wako. Idhan, ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe kwamba serikali inaposimamia amani kwa mtindo wa namna hii, ni utaratibu sahihi. Aldhararu yuzalu bi qadri imkani, madhara yanaondoshwa kwa kadri inavyowezekana. Kwa hiyo tunasema kwamba watu wajiweke mbali na hao wanaosema watachoma kazi, wataua kazi, watamwaga damu ya fulani, tujiepushe kwa sababu mambo hayo yatawaletea madhara wao wanaofanya mambo hayo, lakini watasababisha madhara kwa wengine wasiokuwa na hatia. Tunamuomba Allah subhanahu wa taala atuthibitishie amani yetu na furaha yetu, na tuendelee hivi hivi mpaka Allah subhanahu wa taala atakapotuzidishia zaidi na zaidi na zaidi, na kutuepesishia katika maisha yetu Waman yttaki llah yjaal lahu makhraja wayarzukhu min haithu la yahtasib, mwenye kumwogopa Allah atamfanyia matokeo, atamrahisishia na atamruzuku pasina kutarajia. Na haya ndiyo matokeo ambayo tunayahitaji, baada ya kuwa na subra, baada ya uvumilivu, baada ya kuwa na utii na kuzihurumia nafsi zetu na kuhurumia jamii zetu.